Kwa niaba ya ofisi ya mkuu wa mkoa tunawatakieni kila la heri katika kongamano la Kiswahili litakalofanyika nchini Uganda. Tunawaomba mkaitangaze mkoa wetu wa Mwanza na taifa kwa ujumla na fursa zote ambazo zinapatikana katika mkoa wetu, lakini pia na nchi yetu kwa ujumla. Tuzingatia kwamba Kiswahili tokana na dira yetu ya, ya mwaka 2550 kuhakikisha tunakuwa na pamoja kimataifa. Kwa jina ninaitwa Mwalimu Betha John Mtano, ni mwalimu lakini pia ni mtumiaji wa lugha ya, ya Kiswahili. Tunafurahi kwa sababu mkoa kama mkoa umetuona na umetuunga mkono ili kwenda kuwakilisha nchi lakini pia kuwakilisha mkoa wetu uko nchini Uganda, na sisi tunaahidi kwamba tutatangaza vyema kuhakikisha kwamba Kiswahili tunakieneza kwa moyo mmoja kwa uzalendo na kwa kujitolea pia tunaendelea kuwataka ndugu zetu wananchi wenzetu na watu wengine wote tuweze kuendelea kutumia Kiswahili ili kuendelea kukikuza, kiweze kuwa ki, kinaheshimika ndani na nje ya Tanzania. Lakini pia hata kwa nchi yetu tunamwona Mama Samia, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambavyo anaendelea kupambana kuhakikisha kwa kwamba Kiswahili kinasonga mbele, na sisi hatubaki nyuma, tunaendelea kumuunga mkono ikiwa ni pamoja na kukitangaza na kukieneza Kiswahili. Tukutane Uganda. Ninaitwa Mwalimu Neema Njuma na mwana Kiswahili. Ninapenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Rais wetu pamoja na mkoa wetu kwa kutupa baraka, tunapoenda kuwakilisha Tanzania nchini Uganda kwa ajili ya kukienza na kueneza lugha yetu ya Kiswahili. Hakika lugha yetu ni nzuri na ni lugha ambayo inatamkika vyema.